Majina naitwa Fidelis Emilio Filipatali ndiye eh, mkurugenzi wa shirika la RDO Tanzania. Eh, ni watakie wafanyakazi watendaji wote wa RDO wa ndani na nje heri nyingi sana za sikukuu ya Krismasi na eh, heri pia kwa mwaka mpya, mwaka 2026. Sisi kama RDO tuna uh, dira kwa mwaka 2026. Dira yetu kuu ni kilimo na hasa RDO, uh, malengo yetu ni kutumia rasilimali zinazotuzunguka ili kujiletea kipato, ili kubadilisha maisha yetu. Ndiyo sababu RDO tumekuja na dira yetu ya mwaka 2026, kwamba tutumie rasilimali ardhi, tutumie rasilimali watu, tuna wataalamu, basi tujikite zaidi kwenye kilimo. Kwa hiyo hiyo ndiyo dira yetu itakayotuongoza, lakini mwisho kwa mwisho, niwakaribishe wakaribishe RDO, tupo kwa ajili ya kuhudumia RDO imejikita na minajili yote e, mitatu nikianza usaidizi wa watoto yatima na wale wanaotoka katika mazingira hatarishi. Karibu RDO tukuhudumia, lakini sio hilo tu, iko miradi ya maji ambayo tunasambaza kwenye vijiji vyetu. Viko vijiji ambavyo tumekwisha kamilisha na miradi tayari imekabidhiwa kwa wananchi na wanatumia, tutumie vizuri. Viko vijiji ambavyo bado tunaendelea RDO kuwapa maji, basi tushirikiane na RDO ili kufanya huduma hii iweendelea. Ya tatu ni vyuo vyetu vya ufundi, tumepata neema wa mwaka 2026 tutumie vyuo vyetu vya ufundi ambavyo vipo Dabulo, vipo wilaya ya Kilolo, viko Mafinga na maeneo mengine, kuweza kutubadilisha, kubadilisha vijana wetu waweze kutumia hizi rasilimali zinazowazunguka kutengeneza future. Aradio imeshehena mashine za kila aina, imeshehena majengo, imeshehena rasilimali mbalimbali ambazo zinaweka mazingira rafiki kwa ajili ya wewe kujifunza. Tupo kwa ajili ya kukuhudumia, ili kesho uweze kujiajiri au kuajilika, maana mfumo wetu ni elimu kwa vitendo pamoja na elimu nadharia kini kwa kupitia rasilimali zinazotuzunguka utabadilisha maisha yako, na usisubiri kupata ajira sehemu, bali ukatumia ujuzi ulionao ambao ambao Mwenyezi Mungu amekusaidia kwa ajili ya maisha yako. RDO imejipanga zaidi kwamba tutaanza pia mafunzo ya elimu ya juu zikiwemo diploma kwa hivi Mwendelezo huo utaendelea hivyo. Karibu RDO ujifunze vyuo vyetu bora, na baadaye ukapata elimu ya juu katika maana ya, ya diploma na a, mwisho ukawa umejawa e, na ujuzi mbalimbali. Heri nyingi sana siku ya sikukuu ya Krismasi. Heri pia kwa mwaka mpya, mwaka 2026. Karibu tukuhudumie.